Wananchi wa Yanga Africans ambao e, unapata kuona hapa ni mzee mpili na muona machili ya Yanga Africans wakijadili na kufurahia ubingwa ambao wamekwisha uchukua machili, na <muchilis> nipo e, niambie <muchilis> Huu uh, ni mzee wetu wa busara na mzee ambaye sisi tunajifunza maneno mengi matamshi mengi kutoka kwa mzee Mpili. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatuongoza vizuri vijana wake, na ni mtu ambaye tuko naye bega kwa bega katika kati activation nyingi za klabu ya Yanga haswa influencer. Tunapokwenda sehemu, basi mzee Mpili tunakwaga tuko naye ume. Jana mmetoa taji la NBC baada ya migogoro mingi na kelele nyingi. E, hatimaye ligi imetamatika na Yanga kuwa bingwa. Ninyi kama mashabiki na wanachama wa Yanga Mi nafikiri jambo la kwanza ni kwamba quality ya ndani ya pichi imeongea, quality ya wachezaji imeongea, lakini yote kwa yote iweze kupatikana quality aina yote bila ya kuwa na uongozi imara, nafikiri uongozi imara na kabineti nzima ya uongozi wa Engineer Harris Saidi ndio imefanya leo sisi tuchukue tena ubingwa mara nne. Mfululizo ni historia sana kwetu ambayo tumekwenda kuitengeneza, lakini yote kwa yote, Engineer peke yake alikuwa atoshi, na ndio maana alikwenda kutengeneza na watu wengine. Kuna CEO Endomtini ambaye amekuja kufanya kazi kubwa sana, pia kuna watu kama mkurugenzi idara ya wanachama na mashabiki ndugu yetu Ibrahim Samuel ameenda amejua namna gani ya kuwaunganisha mashabiki na wanachama wakawa wa kitu kimoja, lakini yote kwa yote, yupo msemaji wetu afisa habari ambaye yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, pia amekwenda kutengeneza kazi kubwa sana, ameenda kupiga bato la maana sana. Nafikiri ukiangalia katika misimu ambayo ilikuwa, ilikuwa ni migumu kwetu, huu msimu ulikuwa na wajasho na damu, ni msimu ambao ulikuwa ni mgumu sana katika mazingira ambayo ya kutafuta ubingwa na kwenda kusherekea ubingwa wetu ona kuna vita kubwa ambayo ilisimama ili hapo kati, lakini Mwenyezi Mungu ametusimamia na mpira umeenda umeshinda, lakini yote kwa yote tuseme kitu kimoja majibu sahihi ambayo nilikuwa nakwambia kila siku, yale majibu sahihi ndani ya uwanja wa Benjamin William Mkapa jana yamekwenda kutolewa na tafsiri kwa namna mbili tu. Kuna yale ambayo yamekwenda kutolewa kuonyesha kwamba kati ya Simba Sports Club nani ameshinda, nani ameonyesha ubora, nani ameonyesha kwamba yeye ni mkubwa zaidi ya mwenzake. Lakini yote kwa yote, ushindi ambao tumeupata jana umekwenda kutupa tafsiri sahihi sasa ya kwamba kati ya Simba na Yanga nani alimkimbia mwenzake katika vile vipengele vya tarehe 15 na tarehe 8 yale majibu yote tumekwenda kuyatoa jana. Haitoshi, pia imeenda kutolewa jibu sahihi sasa kati ya Zouzoua Pacome na Elie Mpanzo nani ni bora kati ya mwenzake. Mimi niwaambie mashabiki ambao wanakuwa oya oya wakome kabisa, tena wakome kabisa kabisa kumfananisha Zouzoua Pacome na kiumbe yoyote katika mpira wa, mpira, mpira wa miguu ukiacha wachezaji ambao wanacheza nao hapa Pacome katika klabu ya Yanga. Swali ambalo baadhi ya mashabiki wale wanaonekana kuzungumza huko wakilia siku ya hapo jana. Wanasema Yanga wanatuweza wapi? Kwa nini Yanga kila siku wanatufunga sisi? Nini siri yenu ya kuhakikisha kuwa mashindano magumu zaidi Simba? Siri ipo na wasiache wageni waje wajifunze kutoka nje na kujifunza kuja kujifunza ndani ya klabu kwa sababu umeona TP Mazembe kuja hapa kuja kuchukua falsafa za Yanga katika uendeshaji. Umeshaona timu kutoka Kenya tumekuja hapa, umeona nafikiri kama sikosea alikuwa Singida, naye viongozi wao walikuja hapa, kama sijakosea. Yote kwa yote, mimi nikwambie, ipo siri kubwa, lakini kama wao wataki kujifunza kupitia uongozi wa Engineer Harris Said, kuja kushikishwa kalamu na afisa habari wetu, wasemaji wote wataendelea kuboronga. Kama wataki viongozi wao, marais wao, kuja kushikishwa kalamu, ubaoni, chaki ka, ikazungumza ika pale, kupitia Engineer Harris, basi wataendelea kuteseka. Lakini yote kwa yote, nikwambie kitu kimoja, siri kubwa ambayo inatufanya sisi leo tujimwambafai kwa namna nyingine kwa namna yoyote ile katika katika katika ligi yetu ya Tanzania, ni kwamba uongozi bora uliowekwa na engineer Harris Said, yani kiongozi sahihi ambaye tumempigia kura kwenda kuiongoza Dar es Salaam Young Africans. Engineer Harris Said ni kiongozi bora sana lakini eh, engineer peke yake hatoshi. Nimekwambia pamoja na uwekezaji mzuri kabisa wa ndugu yetu Said Mohamed Gharib Bilal ambaye yeye ni GSM mmiliki ma, wa makampuni ya GSM. Nafikiri siri kubwa ni uwekezaji wa pesa, siri kubwa ni uongozi imara katika kuzisimamia hizo pesa kwa sababu unaweza ukawa na pesa nyingi, lakini kama una uongozi imara basi uta, uta, utambulia uta, patupu. Lakini yote kwa yote nikwambia kitu kimoja, uongozi bora uliowekwa ndani ya klabu, msimamizi bora idara ya wanachama na mashabiki, Ibrahim Samuel anasimamia ja bora sana kwa kuwasimamia mashabiki na kuwaweka kitu kimoja, yani mashabiki wachezaji, tunakuwa tunaongea lugha moja tunapokuwa uwanjani, yani sisi kuna maneno yetu tukiongea, wachezaji wakituangalia, wanajua kabisa watu wanahitaji kitu gani, wanatupatia. Mimi nikwambia kitu kimoja, umoja na ukaribu na upendo na ushikamano ambao tumepewa na Ibrahim Samueli katika sisi mashabiki, kwa sababu yeye ndo mkurugenzi wetu, au sio, bwana, katika idara hii amejua kutuunganisha, na kikubwa niwaambie tu kitu kimoja kwamba tunafanya vizuri, kwa sababu tuna mshikamano na upendo ndani ya klabu, kuanzia viongozi, wanachama, wachezaji, benchi la ufundi na wengineo wote, yani sisi tunaongea lugha moja, na ndio maana leo hii tunafanikiwa katika kila hatua. Nukta ningependa uzungumzie mchezo ambao unafuatia, kwa maana kwamba macho na masikio ya wananchi wote licha ya furaha Inaelekezwa visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa fainali ya CRDB Federation Cup msimu wa mwaka 2024-2025. Nini kama mashabiki na wanachama wajiandaa, kuhakikisha kuwa mnaiunga mkono timu yenu kuhakikisha kuwa mnatoa mataji manne mfululizo msimu huu, na nafikiri tulikuwa na malengo sita msimu huu. Kwanza, lengo la, la la, la kwanza ilikuwa ni kuchukua vikombe vyote, lakini lengo la pili ni kuhakikisha mtani achukue kitu chochote msimu huu huu na tumefanikiwa mtani, tumezu, tumeweza kumzuia Hana kombe la aina yoyote, yani hata kama ingekuwa imewekwa na hawezi, kwa sababu tayari kishatoka kwenye mashindano, hayupo kwenye mashindano yote. Lakini yote kwa yote, baada ya kumzuia mtani asichukue kombe la aina yote, tumefanikiwa sisi kuchukua Toyota Cup, kombe la kwanza, tukachukua ngao ya Hisani, tukaenda tukachukua kombe la muungano, na jana tumeenda kuchukua NBC, tunakwenda kuchukua na CRDB. Makombe mangapi? Matano tunakuja kuweka ndani ya klabu, lakini kombe la sita ni kuhakikisha mtani hachukui kitu chochote, na mpaka sasa hivi tumefanikiwa, hayupo kwenye mashindano yoyote. Tunamkaribisha Zanzibar aje kutuangalia, tunapokwenda kuchukua kombe la tano, lakini pia isitoshe, tunamkaribisha keshokutwa tu hapa kuja supu. Supu. Supu. Kuna ba supu, supu. E bwana e. Supu zinaendelea, yaani mfumo wa supu unaendelea. Alafu kumbe bwana, mimi sijui hadi leo ukafungua kodi jana, wakati kumbe watu wanaulizia gari letu lile tuna, tunatembezea kombe lile basi kutoka Uganda wale mabwana kumbe walishabooking mapema, yaani hawa kile ya, akibooking kitu kila wakitengeneza kitu kinawatokea. Pwani kumbe bwana, tulipata siri mlishai booking ile gari sasa kwa taarifa yenu, chukueni hela zenu lini, sasa tulipate tuje tufanyie paradi zetu, la sivyo pesa itaenda patupu kama nilivyokosa makombe hata ha! moja. Ajamani, eh eti eti wanasema wanajenga jenga timu. Timu haijengwi, timu inafundishwa. Yani timu inafundishwa kama mtoto anavyoanza nasari mpaka anamaliza masomo yake. Timu haijengwi, timu inafundishwa. Kinachojengwa ni nyumba Sio timu ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana, asante sana, asante sana.